Moja um, kati ya comments ambazo tulizipata haswa uliweulipoweka ile, ile, uh, jingle ya ya jingle TV ni kwamba ulikumbusha watu mbali uh, sana. Tukaona kina Bekaruga pale tukaona kina Madikodiko tukaona kina Majidi pale yeah. Comments nyingi sana pale zilikuwa zili zajiuliza hawa watu wako wapi sasa hivi mm. Yeah. Ah, watu wapo hmm, wapo. Mimi nadhani kama ni beka beka iwafanya vizuri, watu waende kwa akaunti yake ya Facebook waende kwa akaunti yake ya TikTok. Ameposti kazi nzuri sana, sahii kuna kazi anaita Kikulacho. Kikulacho, eh, ni kazi ambayo inafanya vizuri, twende tukaisapoti ile kazi. But, But, yeah. Yeah. Benda hawako, mbona mbona hawako, walikuwa wanapenda ile ile ambayo ilikuwa me, me build uh, Bekaruga na Madikodiko na um, Majid um, Bunga Sofiron na wewe yaani wanatamani sana ka, zile kazi za Jimbo zio zina incorporate wale wale watu wa zamani mm. Uh, nitasema ni ngumu kwa sababu mtoto akishakuwa nyumbani huna mm. haja tena umfungiwe umweke pale kwamba huyu nataka ukae hapa nyumbani hata mm. wewe naemani ulipobaleghe ulipokuwa unajielewa una na shughuli zako mzee alikwambia atafuta mahali yeah. uishi. Kwa hiyo mm. ni kama mbe, jimbo imekuwa ni kama mbe, ni nyumbani mm. so wanazaliwa pale, tunawalea lakini kifika mahali wamekomaa, kwa nini na wao wasijiendeleze? Na huu ndio wito ambao mimi nimeutoa kwa mm. wale wote ambao walikuwa jimbo wakatoka, mm. wako na majina sasa hivi mm. Beka yuko vizuri, Dunga yuko vizuri mm. I think wanachotakana sasa hivi ni wao kushika wengine mkono mm, wawainue, na hivyo ndivyo sanaa yetu itaenda mbali. Sitaki mtu akiamka au uangalia tu Jimbo. Nataka Beka mm. namfuata Jimbo, nataka Dunga namfuata Jimbo, nataka nani namfuata Jimbo. mm. no, let's have variety ya Jimbo zingine zingine, mm. mtu akitoka Jimbo akiskweli hivi na nakuja Beka akiskweli hivi na kuja Dunga akiskweli hivi mzee Majida akiskweli hivi madiko diko, tuwe wengi na watu. Nashukuru sasa wanafanya vizuri, wapo kina Madundo, they do good job mm. yuko Mwatitika nafanya vizuri, ushaona mm. Mm. wapo watu wengi ambao wanafanya vizuri na tunawasupport. Kina Majidi hawaji hata siku moja nyumbani kwa mkuu, pengine ai kitokea, huwa tunafanya hata Beka. Ramadhani tulifanya moja mm. ya ushao na Dunga ni vile yuko mbali, lakini I'm sure, tukipata naye tunaweza tukafanya one two mm. mzee Majidi the same madiko madikodiko yuko mbali, yuko kikazi, lakini nina imani akitokea pia tuna. hata juzi alitokea Ramadhani tukafanya ile ya, ya, ya, napiga simu na mke naongeana so ziko mm. ziko nyingi ambazo wakitokea huwa tunapigana na wao nilivyotaja Mwatitika kwamba anafanya kazi nzuri yeah. Uh, na ni ukweli. Umenikumbusha, tulikuwa naye juzi na akatuelezea mambo ambayo um, hayakurudisha mashabiki, hata tulipoweka ile video viral kwamba Mwatitika sasa hii, kuna mgogoro ambao uh, unamsumbua kiasi cha kwamba hajielewi kwamba yuko jimbo ama ameshatoka pengine. Um, fununu hizo unazo ama zikoje? Mimi interview nilipatana nayo mm. I think Mwatitika ana issues na management. Unajua, sasa hivi mimi nimejipunguzia haya majukumu, kuna yeah, uongozi ambao nimeupatia majukumu yeah. so I think pia aliongea kwamba yeye mwenyewe alikosea. Yeah. alikosea yeah. management. Yeah. kwa hiyo ye ni yeye atafute wakati wake yeah, amtafute manager, amwelezee kwamba mwenzako, nilikuwa na dharura hii na hii na hii yeah, naomba mnisamehe yeah, kazi ziendelee. I think ni yeye tu mwenyewe kama mm. atakuwa anahitaji atakuja. na imani alivyotolea group iliona, pia kuna notification nayo kwa pale. pia pengine nilimuuliza manager, vipi, mbona Mwatiti kametoka? Hey, nilimuuliza akanaambia, kuna sequence of events ambazo mm. tumezipost kwa group mm. lakini ha respond mm. mm. kama kulikuwa na tangazo tuende kufanya na anajua kwamba hilo uh, kila Thursday tunaenda kufanya mm. lakini hiyo siku mimi mwenyewe nilimpigia simu Mwatitika. Nilimpigia, mm. bwana mdogo nikampigia, nikampigia simu, ikaita lakini hashiki. Nikaingia WhatsApp nikampigia, hakushika. Mm. Ushaona? Na message ilitumwa kama jana. Mm. Then nikamuona yuko kwa event nyingine, yuwafanya act. Ushaona? So, yeye mnahitajika mwende mahali fulani na mkataba unasema kama waenda mahali kufanya kazi. Mm. Inatakana unotify uongozi. Kwamba ma mimi hii tarehe mmenipangia nafaa kushut, lakini hii tarehe niko na mahali naenda yeah. Hilo tu mm. Sasa hujapeana notification, wenzako wanakutafuta. Tumetengeneza story ambayo wewe inakuhusu, wewe ndio main character, alafu tunakuona uko sehemu nyingine unafanya kazi. mm. So manager ile hakuipenda yeah. Mbona haku notify office? mm. Then baadaye tukawa na ile event pale, we know kwamba yeye ana kazi yake ambayo ameajiriwa na anaifanya usiku na ile event ilikuwa usiku hmm. Lakini ni vizuri kwa sababu imeko pale useme mimi mm. Mwenzenu kama mnavojua anaenda kazini, kwa hiyo hii si tupatikana hmm. Lakini pia hilo hakulifanya. Alafu unaona anafanya kazi zake zingine na apeani information kwa ofisi mm. Kwa hiyo manager, hivyo ndio vitu alinielezea kwamba nahisi kwamba huyu Mwatitika maybe maybe saa hii hajisikii kuwa Jimbo mm. Maybe amepata watu ambao wamemshauri asiwe Jimbo, so ni vitu vingi, lakini nina imani yeye mwenyewe anajua haswa kwa nini alifanya hivyo na anajua ni kipi cha kufanya, ili kurudi. Sisi tuampokee pale, ni nyumbani, aje vizuri tu. Akikosea, ni mtu yote anakosea. Kwa hiyo kukosea, kuomba msamaha, kazi ziendelee. Moja kati ya comments ambazo tumepatana nazo ni kwamba aa, Jimbo siku hizi ama ni muda mrefu sana aa, wasichana ama wanawake ndio wana kwa favor wanabaki katika aa, kampuni kwa muda mrefu. Tumeona Sofironi yuko hapo Alituambia kuanzia uh, 20, 2018, um, nani digo tiktoka lakini waigizaji wa kivulana wakija wanakaa hapo miezi miwili wanaondoka sijui. Unaona hii yasababishwa na nini? Kuna ukweli wowote hapo? Hey, ukweli upo. Si watu wanaona kwamba Beka alikuwa na saa hii hayuko, maybe Dunga alikuwa hayuko, Mwatitika hmm. Ndo huyo anayumbayumba. Mi mwenyewe pia nashangaa kwa sababu watu expect kwamba wanawake wale ni watu ambao watatetateta pale ndani, yeah. Wani nini lakini nimekuwa surprise kwamba wanawake ndio, mm. ambao wana uwezo wa kuvumilia sana pale kuliko hata wanaume. Mm. Uh, I don't know. maybe ni kwa sababu mwanamke ameumbwa na subra kubwa, dada da zetu wanakuwa na subra. Mm. Na pia maybe hao wanaume wanaondoka kwa, so, kwa sababu ya wao so huwezi jua sababu ni nini hasa, kwa sababu inaweza kuwa mwanaume yuko pale ame kwa mfano mimi na, niwe na Tina Sofi yeah, nimtongoze mm, alafu wanikatae maybe mm, alafu sasa ikija ni wakatu wa kushoot nafaa nicheke na yee sisi yeah. Wanaume, mtu akikukataa huwa unaona huyu yeah. ah. mimi ya zimo kwa sababu ukikataliwa kama mwanaume unaona huyu msichana mimi anaja na mimi, wacha na mimi ya kemipa. yeah. So maybe that is the reason, lakini what I'm sure ni kwamba um, ni subra tu ya kazi <laughs> Uh, dada zetu amekuwa na subra na Sofi ni mpongeze, mm. kwa sababu kama kuna mtu ametoka mbali sana ni Sofi mm. na mwenyewe ametoka mbali zaidi na Jimbo ni uh, Digota Aisha ndo, yeah, mm. ametoka mbali sana mm. so subra yao inafikia mahali inawalipa mm. kusana. Maybe kama ujui Sofi amekuwa kwa mkataba mzuri sana mm. anaokota hela ndefu sana mm. kwa sababu ya kuwa pale Jimbo mm. na nimemwambia haya ni matunda yako ya wewe ku vumilia hapa, angalia sasa hivi umepata brand, wanataka uwatangazie mm. Na this is the money ambayo tokeo uzaliwe mm. Hata watu ambao wameajiriwa hawalipi pesa hii wewe mm. unalipwa pesa hii. So subra, mara nyingi sisi wanaume huwa tuna subra, ukiona mali, ah, nenda zangu nenda zangu, hivi nafanya mm. hivi, lakini subra ni kitu ambacho kinaweza kikakusaidia sana mm. So watu wameona ile subra ambayo Sofi amekuwa nayo, na amepata bill kubwa sana ambayo yalikuwa vizuri, mimi mwenyewe siwezi ilikuwa pesa kama hiyo hmm. Yeah. Na pe pengine umejipanga vipi na swala hilo kwamba huenda labda baadaye ikawa Jimbo TV sasa imekuwa um, eh, ama, ama kampuni ya, ya, ya wanawake peke yake naweza na sema wale wanao wale act ni wanawake ya peke yake. Haiwezi kuwa hivyo kwa sababu bado kuna wale ambao wanakuja tunafanya na wao ushaona, yeah. Eh so kuna characters ambazo maybe unahitaji kuna wale ambao wako wako na wale wako ambao walikuwa ni Sofi Nuru na huyo um, Mwatitika wao, mm. ni wale walikuwa na contract mm. na digotiktoka na mimi. So hapo tulikuwa wanaume wawili na wasichana watatu ambao mm. wanaume hawa ni ni mimi na Mwatitika mm. so yeye ametoka lakini hajatoka, sorry, yeye amekula pause kidogo, anajua mwenyewe kwa nini mm. so akirudi, atachukua ya nafasi yake mm. so bado watu wapo ambao wana, wanaweza kakava hizi nafasi alafu kuna wale ambao sasa unawaita kama ni extra maybe, unaona aa, kuna hii part, mtifu mtiifu yeweza mm, wacha nimwite mtifu aje apige mm, aende. So huwa najaribu sana kuminimize ile namba ya watu ambao wanafanya na wao kazi kwa sababu mm, ya cost za movement ku manage chakula nini mm, nahitaji namba ndogo ili inakuwa ni urahisi ku manage mm, yes. Tumeona uh, uh, msanii kutoka nchi Tanzania mwaka tobe ameingia aliingia uh, uh, Kenya na tukaona kazi ya uh, yeye na Sofi kazi mbili, pengine ni Sofi peke yake ama kuna kazi zaidi tuzitarajie? Uh, brother Mwakatobe amekuja Kenya lakini ujio wake amekuja na kuna kaka yetu mmoja anaitwa DJ Chichi, yeah. DJ Chichi yeye ako na makazi Kenya na ana makazi Dar es Salaam. Mm. Kwa hiyo yeye ndiye ambaye alituletea Mwakatobe akasema, u brother amekuja, tunaweza mm. tukashirikiana na e. mm. yeye yeah. So ushirikiano ni kila mmoja mm. na sio Jimbo peke yake, hata content creators wengine ambao wanahisi wanahitaji kumshirikisha Mwakatobe mm. basi ni kufikia tu kutafuta DJ ya Chichi kuongea na yeye mm. na aweze kufanya kazi na pengine. Mmefanya me, me, naye kazi ngapi so far? tumeona mbili za ye yeah, na Sophie peke yake. Wow. Uh, ile tuliitwa tu tukaambia kuna Mwakatobe njooni, so kufika mm. pale, ile kusalimiana vibe ikaingia mm. tukafanya video tatu mm. yeah, so si kwamba tulikuwa tumei plan but yeah. Sasa nataka kujua maybe atakuwa huku kwa muda gani, mm. nione kama anaweza kutengeneza kasi ambako tunaweza kujumuika na yeye that's all. Unamzungumziaje Mwakatobe? Uh, ukimlinganisha na Nyere Nyere 8 ambaye ni msanii ambaye ushafanya naye kazi mm. uh, wanafanya tutasema ni karakta moja mm. lakini wanafanya ni kama role moja mm. role ya uganga mm. lakini kila mmoja ana karakta yake tofauti sawa, na mm. Nyere ni mtu ambaye ana kipaji kikubwa sana mm. yaani Nyere kitu ambacho yuko nacho kwanza, aki, aki an, ana ile huma ndani yake mm. Wajua, Nyere mimi ni bradha wangu kabisa mm. Yule ni mtoto wa shangazi langu tu mm. Angezaliwa mwanamke simalizi, yeah, ningemuoa e, e. <laughs> Kwa hiyo <yua> Nyere ni <laughs> mtu ambaye yuko fani yeah Yaani ushaona, mimi na Nyere, we are related, ni mm. mtoto wa shangazi langu mm. Nyere tumekuwa mta mmoja wa Mwabungo mm. Nyere tumecheza pamoja mm. so Nyere ni mtu ambaye, yani, hata stori za hivi hivi tu atakuchekesha, mm. ushaona yeah. Uh, Mwakatobe ni mtu ambaye maybe, uh, naweza sema uh, kule kwao Sanai imemjenga zaidi, kwa sababu Tanzania wenzetu wako mbele, kwa hiyo mm. Sanai imemjenga zaidi mm. so ni role moja ambao anacheza lakini kila mmoja anakuwa na karakta yake tofauti. Yaani, Nyere anaweza fanya kitu tu hapo ukacheka, yeah. Ushaona Mwakatobe ni aongee, kuna vitu akiviongea utacheka, lakini Nyere anaziianalejikanzu lake nini, so ni kitu ambacho sijui maneja ambaye ni biji ya chichi, sijui kama ya maneja Mwakatobe mm kama iweza kufikiria kitu akafanya kwa hawa wawili kitakuwa kitu kikubwa sana. I'm sure Nyere akapatana na Mwakatobe hiyo mm. ni tiki. Hata mashabiki wengi wana request, wanasema anataka Nyere na Mwakatobe mm. so kwa sababu Nyere hayuko anda jimbo, Mwakatobe hayuko anda jimbo, inakuwa ni ngumu. maybe ni ile ni initiate tu, kama rafiki mzuri, kama shabiki mm. kama itaingiliana mm. Lakini I think biji achichi anaweza kuchukua hili wazo akamtafuta Nyere akaona jinsi gani wanafanya kazi kwa... Nakumbuka pia kuenda Tanzania yeah. Wakakutana na walifanya so, kitu kama sikosei, mtazamaji ni mwanzilishi um, wa Jimbo Media Bujra Mohamed ambaye, uh, tulikuwa tunamtafuta hizo siku mbili tatu kulingana na yale matokeo ama matukio uh, wiki, wiki ambayo yametokea wiki iliyopita. Sasa hivi basi amefunguka, na pengine kama kuna swali lolote ambalo ungependa tumtafute tena tumuulize weka katika comment section na kama jukumu letu kuku aa, kukupendezesha wewe ama kukufurahisha wewe, tutakuwa ni wenye kumtafuta Bujra na tutakuwa tunamuuliza swali hilo. Sasa tutegemee nini series? Hakuna Jimbo siku hizi, naona video zako nyingi ni zile zile za matangazo, lakini pia zinakuwa kama unaweka comedy ndani na inakuwa kama video. Tutegemee nini mbali na zile video za matangazo. Uh, tuna content zetu ambazo watu nafanya. Mm. Uh, but tunajua series ina, ina changamoto sana. Mm. Kufanya series mimi nishafanya series kama tatu yeah. Na zote hazijaisha saona kwa mm. Sababu ya gharama ni kubwa ya kuendeleza series mm. Alafu pia upatikanaji wa cast wetu unakuwa ni mtihani yeah. Yeah, so series inataka uwe uko na budget shoot, mm. yote, mm. uiweke kwa com, mm. uwe una edit ukiachilia, lakini ile ambao sisi watu tunafanya ni ile, uh, next week, tutaka tupo, tu shoot jamani, njoo tu shoot episode moja, tuenda pumzika, tutafutana tena tu shoot episode nyingine. Inakuwa ina changamoto kubwa kwa sababu ya uh, watu kupatikana, watu wako busy, mara huyu ana ile, mara ni mgonjwa mm. yeah, so hiyo kwa ya kwamba uwaite ukampuna wao mwishuti mpaka mumalize ndipo mwendozenu mm. Ina gharama kubwa sana, lakini sasa hivi deals ziko deals, ni za kuendesha maisha, lakini si za <laughs> kufanya project kubwa <laughs> e, tukisema tunafanya project kubwa chakula nini haizalishi nini hiyo mchukue pesa ya juu bado mitandao yetu iko chini kwenye kuzalisha yeah. Kwa sababu ili upate ela nzuri iwe video maybe kwa mwezi kwa mwezi imepiga milioni moja yeah. So Jimbo tokea tuanze kuna video ambayo imefikisha milioni kwa, kwa YouTube hakuna, ni TikTok peke yake yeah. Na TikTok bado haija kwa monetized yeah. Asante sana bwana Bujra, na tunakuombea kwamba yale malengo ambayo umeyaweka yazidi kufanyika yafanikishe ili tuone kazi zako uh, njema na nzuri uh.